Naam mtazamaji wa Trend TV, e bwana, mwanadada Nandi anazidi kushinda, anazidi kuwin e kadri ya siku zinazozidi kwenda. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba wiki kadhaa zilizopita tulikuletea update kuhusiana na kwamba Nandi bwana alivuta alifanya alipata dili la takriban bilioni za Kitanzania, almost milioni 890 hivi au bilioni kama sikosei, e kwa sababu ilikuwa ni dola kama laki nne hivi na 30, umeona. So alionyesha kabisa akiwa na saini mkataba kuonyesha kwamba ni mkataba ambao unahusiana na nini, lakini kiasi cha fedha tulikiona, umeona bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya madili manono sana ambayo Nandi amesaini mwaka huu, lakini pia vile vile hivi karibuni tuliona alienda kufanya kuna show kadhaa ambazo amezifanya pia amelipwa vizuri, lakini baada tu ya kurudi katika katika harusi ya Juma Juxi pamoja na Priscilla huko Nigeria, ni kwamba Nandi tayari ameonekana Kenya akiwa na perform, na katika performance ya Nandi huko Kenya bwana ametunzwa pesa pesa nyingi, lakini pia vile vile amelipwa pesa ndefu umeona eh? Eee, kwa hiyo bibie Nandi bwana ana Anazidi ku make money, anazidi ku make headline katika hii harusi. Eh, maharusi wamemtunza takriban milioni themanini, lakini pia kiasi cha fees ambazo anachaji Nandy kwa ku perform katika ndoa, au katika sherehe yoyote ile, nadhani kila mtu anaijua. Eh, umeona bwana. Kwa hiyo Nandy ame make headline kwa mara nyingine tena kwa maokoto marefu ambayo ameyatengeneza haraka tu ndani ya muda mfupi. Eh, ni kwamba amechota takriban mabilioni kwenye harusi moja huko Kenya. Hapa kuna page imeripoti wakiwa wameandika kwamba Star wa mziki nchini Tanzania Nandy ameshea kupitia ukurasa wake wa Instagram alivyopokea fedha za kutosha, na hii ni kutokana na kuimba kwenye shoo ya harusi huko Nairobi nchini Kenya. Nandy anazidi kufanya vizuri kwa kwenye kiwanda cha muziki e, mpaka muda huu, huku akitamba na wimbo wake mpya ambao unafahamika kwa jina la Free Stress aliyotoa hivi karibuni. Umeona bwana. Kwa hiyo Nandy anazidi ku